Baraza la vijana la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Bavicha limeitaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kuongeza muda wa kuhakiki taarifa za wananchi waliojiandikisha kupiga kura kwani siku tano zilizotolewa hazitoshi. Sambamba na hilo, Bavicha imeitaka tume hiyo kutopuuza suala linaloendelea kuvuma la wafanyakazi wa vyombo vya usalama kulazimishwa na serikali kupeleka taarifa za kitambulisho cha mpiga kura, jambo ambalo ni kinyume na kanuni za uchaguzi. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Bavicha taifa Patrobas Katambi anasema unaofanyika sasa hivi ni uhuni wa kukusanya shahada kinyume cha utaratibu kinyume cha sheria, na hakuna mamlaka hiyo wala tume haijatoa maagizo hayo, kwa sababu Lubuva yeye katika statement zake anasema hana maagizo kama hayo, kwa maana ya tume. Lakini pia ukija kwenye jeshi la polisi viongozi wa juu wanakana, lakini wahusika wenyewe wanakiri kwamba jambo hili lipo. Sasa ni kitu ambacho kinafanyika chini chini. Katambi amesema yupo tayari kutoa ushahidi wa swala hilo mahakamani, kwani wana ushahidi wa kutosha. limetokea Arusha, Shinyanga, Zanzibar, tumepata taarifa ya Morogoro na maeneo mengine, na tunazidi kupata taarifa hizo. Kama kama watahitaji kuthibitisha mimi, twende mahakamani na nitatoa ushahidi huo kwa kadri itakavyowezesha, lakini sio kuniita eti niambie kwa utaratibu tu ambao unataka wewe niseme ili unipime kama siri yenu nimeijua au sijaijua, hapo sitakuwa tayari kudhibitisha. Naye mratibu wa taifa wa marafiki wa Edward Lowasa, Hemed Ali, alikuwa na haya ya kueleza. Muda uliofikia ni muda wa mabadiliko. Nyinyi wenyewe ni mashahidi namna gani vijana walijitokeza kwa wingi pale ambapo walipomsindikiza mheshimiwa Edward Ngoai Loasa kwenda kuchukua fomu. Walionyesha wana matumaini, walionyesha bado wanaipenda nchi yao. Sasa kwetu sisi kama vijana, na kuishauri serikali kwa hapa ilipofikia, wanatakiwa waangalie mfumo wa demokrasia unasema nini. Sio wakati tena wa kutumia nguvu, sio wakati tena wa kulazimisha watanzania wachague kile wanachoamini wachaguliwe kile ambacho hawakiamini waachwe, watanzania waachwe, vijana wafanye maamuzi yao kama vijana. Peter Edson, Mwananchi Digital